Pamoja na kuwasajili wa wadau mbalimbali, wazalishaji wetu wa maziwa kwa maana ya wafugaji wametawanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Kutokana na kutawanyika kwa wafugaji, maana yake tunahitaji kuwa na utaratibu utakaowafanya tuyakusanya maziwa kutoka kwa wafugaji na kuweza kufika kwenye masoko au kwenye viwanda au kawalaji. Kwa walaji. Kwa hivyo niendelee kuihimiza na kuisiza Bodi ya Maziwa kuhakikisha kwamba vituo mbalimbali vya ukusanyaji wa maziwa vilivyopo katika maeneo mbalimbali nchini vinafanyiwa ukarabati na kufanyiwa usimamizi wa kutosha ili kuona kwamba ukusanyaji wa maziwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu unafanyika vizuri. Tusipokusanya maziwa, wafugaji watazalisha maziwa na watashindwa, watakosa mahali pa kuyapeleka, na wataishia kulalamikia serikali kwamba haiwapatii masoko, lakini ukweli ni kwamba wawezeshe kutumia hivi vituo vyote vya kukusanyia maziwa ili iwe namna mojawapo ya kupata soko la maziwa nchini. Wakati huu ni wakati ambapo tunatamani karibu kila mtu atumie maziwa kwenye lishe. Lakini matumizi ya maziwa nchini bado yako chini. Kwa hivyo bodi pia inawajibika na inahitajika kufanyika hivyo. Kuwahimiza wananchi kwa kutoa elimu kuhusiana na matumizi ya maziwa kama sehemu ya lishe na kama sehemu ya kinywaji cha kawaida cha kila siku. Kwa muktadha huo, ningetoa ku ningependa kuisisitiza bodi kuendelea kufanya mbinu mbalimbali za ubunifu kama vile kuanzisha vituo vya unywaji maziwa baa, au upelekaji wa maziwa katika maeneo ambako maziwa hayapatikani kwa urahisi ili kuona kwamba wananchi wengi zaidi wanafikiwa na bidhaa ya maziwa kwa ajili ya afya na afya kwa ajili ya afya na chakula cha kila siku. E, wakati huu ambapo mnaendelea na, na mkutano huu wa utendaji wa kila siku wa kila mwaka e, ningependa nitoe wito kwa watumishi wote wa bodi. Ili tuweze kufanikiwa katika majukumu yetu, tunahitaji kuwa na ushirikiano wa hali ya juu tunapaswa kufanya kazi yetu kwa weledi, bila kuchoka, bila kulalamika, na ndio ndiyo matumaini ya wananchi dhidi ya serikali yao iliyoko madarakani kwa sasa. Kwa hivyo, niwatake na niwasihi sana mwendelee kufanya kazi kwa ushirikiano. Kile ambacho tunakiona sasa hivi kutokana na juhudi mnazozifanya pengine kitakuwa bora zaidi mkiendelea kudumisha ushirikiano mlionao na kuuboresha zaidi. Sisi Bodi ya Maziwa Tanzania, taasisi ya umma ambayo tumepewa jukumu la kusimamia tasnia ya maziwa nchini, tumekuwa na mkutano wetu wa watumishi wetu wa kawaida kujadili maendeleo ya tasnia ya maziwa nchini, lakini pia kujadili e, utendaji wetu kama taasisi inayosimamia inayosimamia tasnia hiyo. E, tumekuwa na mambo kadha wa kadha ambayo tumeyazungumza tangu tarehe 15 na tutakuwepo hapa mpaka tarehe 17 tukiendelea kuyajadili hayo kwa upana wake, kuhakikisha kwamba tunakuwa na tasnia ya maziwa nchini ambayo ni endelevu na ambayo italeta maendeleo e, kwa uchumi wetu, lakini pia tusimamia swala zima la lishe ya Watanzania. Leo kwa bahati ya pekee tumekuwa na naibu katibu mkuu wetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayesimamia mifugo, ndugu yetu Abdul Rajab Mhinte ambaye ametuelekeza amekuja kutia moyo na kutuelekeza mambo mbalimbali ambayo ataongeza utendaji wetu na kuongeza nguvu tunapotekeleza majukumu yetu katika tasnia ya maziwa. Jambo kubwa ambalo tumelisimamia tumekuwa tukisimamia, lakini Naibu Katibu Mkuu amelisema kwa nguvu zaidi, ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwatambua wadau wengi zaidi katika tasnia ya maziwa tunao wadau kwa sasa, tunao wadau takriban elfu saba ambao tumewasajili katika mifumo yetu ya, ya, ya usajili, lakini imesisitizwa kwamba tuendelee kufanya kazi zaidi kuhakikisha kwamba tunawasajili wadau wengi zaidi, kwa sababu wadau ni wengi na bado hatujaweza kuwafikia wote. Kwa hiyo jukumu hili tutaenda kulifanya kwa kasi zaidi kama tulivyoelekezwa. Tutahakikisha tunawafikia e, mahali walipo wadau wote wanaofanya kazi mbalimbali mbali katika tasnia ya maziwa wakiwemo e, ndugu zetu wazalishaji maziwa, wale wanaokusanya maziwa, wale wanaosindika, wanaofanya biashara katika tasnia ya maziwa na mambo mengine mengi yanayofanyika katika mnyororo wa thamani wa tasnia ya maziwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunawapata wengi zaidi, tunawafikia wengi zaidi, na wote hao wanaratibiwa na kuchangia zaidi e, katika maendeleo ya tasnia ya maziwa. Jambo la pili e, ambalo nalo ni kipaumbele chetu na liko kwenye e, mpango mkakati wetu ni ukusanyaji wa maziwa nchini. Maziwa yanakusanywa katika vituo maalum vya kukusanyia maziwa ambavyo viko mahali pengi nchini. Kwa sasa tunavyo vituo mia mbili na hamsini na nane nchini, lakini tunaona kwenye mpango mkakati wetu kwa miaka mitano watatu ambao tunaendelea kutekeleza, tunahitaji kufika vituo 777 hivi karibuni. Kwa hiyo hili nalo limesisitizwa katika mikutano hii na hata mgeni wetu wa leo naibu katibu mkuu amesisitiza kwamba tuendelee kuweka nguvu katika ujenzi wa vituo hivyo, kuhakikisha vinakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kukusanya maziwa, kuyachaka, kuyasafirisha, kupeleka kwa wachakataji e, lengo ni kupata maziwa ambayo ni salama.